Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. Naam, ndugu zangu, tunaendelea na mfululizo wa kupeana elimu uh, na faida mbalimbali juu ya magonjwa mbalimbali ambayo yanakuwa na yanatusumbua sisi wanadamu. Sasa leo tunataka tuzungumzie ugonjwa ambao unatesa mamia ya watu, ugonjwa wa sukari. Duniani kote watu wanateseka sana na sukari. Sukari ni ugonjwa mbaya sana. Kama sukari itakuwa imezidi kwenye damu tayari insulini mwili ukashindwa kutoa insulini ya kutosha kuweza kuikontrol sukari, kutokana na lifestyle yetu ambayo tunaishi tayari mtu anakuja kujipata na ugonjwa wa sukari. Ugonjwa wa sukari ni miongoni mwa magonjwa mabaya sana ambayo yamekuwa yakitesa. Wapo watu wanaishi kwa kuchomwa sindano kila siku, wapo watu anakula vidonge, wapo watu hawezi kula chakula chochote, isipokuwa kwa kuchagua, kwa kubagua. Sukari imekuwa inawatesa sana watu. Kwa hiyo leo naomba utege sikio tuelekeze hizi dawa kwa wewe ambaye unasumbuka na sukari ambayo tayari ipo kwenye damu na usha ilianza kupata insulin resistance, mwili ukawa unagoma kutoa insulin, kutokana na lifestyle yetu lifestyle yako ambayo ulikuwa unaishi, vyakula ambavyo ulikuwa unakula, hatimaye sukari ikawa inaingia kwenye damu, mwisho mwili ukawa unashindwa kutoa tena insulin, mwisho ukaja ukapata sukari. Sasa usikate tamaa na rehema za Mwenyezi Mungu, jaribu na katika tiba asili Allah atajalia kupitia hizi tiba tunazoelekeza kwa idhini yake, sukari itaweza kukaa sawa aa, na itaweza kurudi tena kwenye kuwa nomo na utakaa sawa kwa idhini ya Allah. Nenda katafute dawa hizi. Nenda katafute mdalasini wa India wa magome, nenda katafute sufa nyekundu, tafuta mdalasini wa unga wa magome, nenda tafuta sufa nyekundu, nenda tafuta batisauda nusu kijiko Nenda tafute hulba, nenda katafute hulba kijiko kimoja, nenda katafute dawa inaitwa mwina kijiko kimoja, kisha utazichemsha hizi dawa zote kwa pamoja. Matumizi ni aina mbili, unaweza ukachemsha pia ukaa, unakunywa asubuhi, mchana, jioni, au unaweza ukaweka kwenye maziwa nusu, yani kile kijiko cha chai uka unaweka kwenye maziwa unga wake unakunywa kwa, kwa siku kwa arobaini mfululizo. Inshallah sukari sukari yote itakaa sawa kwenye damu na utakaa sawa. Tunavyoelekeza hizi dawa, mtu anaweza akaona kama ni masiara hivi, kwa hiyo tunavyoelekeza, hebu fuatilia jifunze uweze kuona na uchukue notes hizi uende ukafanyie kazi. Kwa hiyo unayesumbuka na sukari, tumeelekeza dawa: tafuta mdalasini wa India, tafuta karkam, tafuta sufa, tafuta batisoda, tafuta mwina, tafuta hulba Changanya iwe unga, utachota kijiko kimoja cha, cha, utaweka kwenye maziwa yako, utakunywa asubuhi na jioni, au asubuhi mchana, jioni kwa siku 40 kwa siku 40 Au unaweza ukachemsha pia ukaa unakunywa kikombe kimoja asubuhi, kimoja mchana na kimoja jioni, kwa ajili ya kutibu sukari, kwa ajili ya kuweka kuweza kubalansi sukari katika damu yako iweze ikae sawa, na mwili uweze kutoa tena insulini iweze control sukari yako kama zamani. Karibu sana, namba zetu zinapita hapo chini, tunaomba msubscribe. Kama una maswali una maoni una ushauri, namba zetu zinapatikana WhatsApp na kawaida. Karibu tupeane elimu kama tulivyosema chanelini, kwa mujibu wa kupeana elimu na faida mbalimbali. Karibuni sana.